Yes, mambo vipi Tanzania, karibu sana, hii ni news trends. Mimi ni kaka G, hii ni Bongo Brothers ndio naitazama kwa hivi sasa. Kitaifa, katika news trend kwa siku ya leo ni kuhusiana na mwalimu wa shule ya sekondari ya Kisutu jijini Dar es Salaam, Sofia Makange amepata pigo baada ya kuondokewa na mumewe Francis Kagi na watoto wake wa nne waliofariki kwa pamoja kwa ajili ya gari mkoani Pwani, wakati familia hiyo inatoka mkoani Tanga kumzika mama yake Francis Kagi akisoma wasifu wa marehemu wakati wa ibada ya kuaga mwili wa kuaga miili katika kanisa la KKKT ushirika wa Kijitonyama Septemba 16, 2025. Msemaji wa familia amesema wengine waliofariki ni mtoto wa kwanza wa familia hiyo Jane Mary Kagi mwenye umri wa miaka 24 ambaye alifariki, alikuwa ofisa biashara na viwanda halmashauri ya Igunga Tabora, na mtoto wa pili Maria Kakagi mwenye umri wa miaka 20 ambaye amehitimu kidato cha sita mwaka huu. Wengine waliofariki ni mtoto mdogo wa mwisho Joshua Kagi ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Sunrise pamoja na mtoto ambaye Kagi na mkewe wamemlea tangu akiwa mdogo, sio mtoto wao wa kumzaa, Eli Neema Kagi mwenye umri wa miaka 35 ambaye hadi anafariki alikuwa mhasibu TANESCO makao makuu na alikuwa anatarajia kuoa mwishoni mwa mwaka huu. Ajali hiyo imetokea asubuhi Jumapili Septemba 14 eneo la Msata Masuguru mkoani Pwani, wakiwa njiani kurudi nyumbani kutokea Tanga kwenye msiba wa kumpumzisha mama mzazi wa Francis Kagi ambaye walimzika Alhamis na Jumapili wakaanza safari Dereva akiwa ni baba wa familia Francis Kagi ambaye hadi nafariki alikuwa ni afisa mkuu tehama daraja la kwanza wa TANESCO katika kanda mashariki. Mke wa Francis Kagi ambaye ni makamu mkuu wa sekondari ya Kisutu, Sofia Makange, amenusurika kwenye ajali hiyo, na yeye pekee ndiyo hakujeruhiwa sana, lakini house girl wao ambaye alikuwepo safarini pamoja pa nao yupo ICU. Familia hiyo kwa sasa, ukiacha kubaki na mama wa familia, imebaki pia na mtoto mmoja tu ambaye hakuwepo kwenye gari, anayesoma kidato cha pili na katika hizo trend zaidi ni kuhusiana na mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha mapinduzi CCM, Dr. Huseni Mwinyi amesema akipata ridhaa nyingine ya kuongoza watawekeza nguvu kubwa kuyainua makundi ya wajasiriamali, huko bodaboda wakiundiwa shirika wa kumiliki pikipiki zao wenyewe. Dr. Mwinyi anatoka hiyo Septemba 16 2025 wakati akizungumza na makundi ya bodaboda boda, wakulima wa viungo na wajasiriamali katika eneo la Mdodole Kizimbani, mkoa wa Mjini Magharibi, ikiwa ni sehemu ya kampeni na kuomba kura katika makundi hayo. Amesema iwapo wakipewa fursa nyingine ya serikali itatenga maeneo maalum kwa ajili ya kilimo. Anasema sio tu itatoa maeneo bali pia itatoa pembejeo, vitendea kazi, mbolea, mbegu na kuwatafutia masoko ya uhakika ili kilimo chao kiwe na tija. Amesema mbali na hayo, amesema pia serikali itatoa mitaji ya biashara ili wajasiriamali wapate mambo hayo. Amesema serikali imeanzisha wakala wa kuwezesha wananchi kiuchumi ZEEA ambao utasimamia wajasiriamali na kutoa mikopo na bado kwa kipindi cha miaka mitano wametoa mikopo zaidi ya bilioni 90. Kwingineko, chama cha ukombozi wa umma cha umma kimeahidi kuweka mfumo wa uwazi wa kudumu wa kusimamizwa miradi ya uwajibikaji wa kampuni kwa jamii CSR, ikiwemo migodi ya iwapo kitachaguliwa kuongoza nchi Oktoba 29 mwaka huu. Kampuni zinatakiwa kutumia sehemu ya mapato yao kupitia CSR kuwekeza katika maendeleo ya jamii wanakofanya shughuli zao za kiuchumi kwa kutambua kuwa mafanikio ya kampuni hayawezi kutenganishwa na ustawi wa jamii inayowazunguka kwa mujibu wa Chauma. Ingawa nia ya CSR ni njema, lakini utekelezaji wake umekumbwa na changamoto kubwa nchini, wanufaisha wachache badala ya jamii nzima inayolengwa, na haizingatii mahitaji halisi ya jamii, bali huchaguliwa uchaguliwa kwa misingi ya ushawishi wa watu wachache wenye wa mamlaka au karibu na viongozi wa kampuni. Akizungumza Jumanne, Septemba 16 2025 katika mkutano wa kampeni uliofanyika eneo la Nyankumbu Geita mjini, mgombea wa rais wa Tanzania kupitia Chauma, Salum Mwalimu, amesema fedha nyingi zinazokusanywa kutoka kwa wawekezaji zinanufaisha watu wachache, huku wananchi wakibaki maskini licha ya kuzungukwa na rasilimali nyingi. Mabilioni ya fedha yanayokusanywa kila mwaka yamegeuka kichaka cha baadhi ya wachache kufaidi peke yao. Kila mwaka wanasema wananunua madawati, lakini hakuna lolote. Leo Geita haina madawati wala madarasa wakati mgodi upo palepale pale, amesema Mwalimu. Hivyo wamesisitiza kuwa serikali ya Chauma itafumua utaratibu wa sasa wa usimamizi wa rasilimali na kuweka mfumo unaowezesha miradi mikubwa ya kijamii kama hospitali za kisasa zenye wataalamu, vifaa tiba vya hali ya juu na huduma bora kwa wananchi. Kimataifa, ya mahakama kuu nchini Zambia imewahukumu wanaume wawili kifungo cha miaka miwili na miezi sita jela baada ya kuwakuta na tuhuma za kujaribu kumua rais wa taifa hilo Hakainde Hichilema kwa kutumia uchawi. Imeelezwa kuwa watuhumiwa hao Leonard Firi na Justin Mabulese walitiwa hatiani chini ya sheria ya ustawi baada ya kukamatwa Desemba wakiwa na hirizi na kinyonga liye hai. Taarifa kutoka nchini humo zinasema watuhumiwa hao ambao pia ni waganga wa kienyeji walikamatwa mwaka jana wakiwa katika mipango ya mwisho ya kukamilisha jukumu hilo ambalo walidai kuagizwa na kiongozi wa serikali. Hakimu wa mahakama hiyo Fine Mayambu amesema watuhumiwa hao hawakuwa adui kwa mkuu wa nchi pekee, lakini pia walikuwa maadui kwa Wazambia wote kwani walilenga kutokomeza uhai wa kiongozi mkuu wa taifa. Watuhumiwa hao walikubali umiliki wa hirizi hizo. Fili alionyesha zaidi kwamba mkia wa kinyonga ambao umechomwa na kutumiwa katika tambiko ambao ulitegemewa ungesababisha kutokea kwa kifo cha rais Hakainde Hichilema. Yes, hizo ndio News Trends kwa siku ya leo kupitia Bongo Brothers, minaitwa Kakaji, asante, endelea kutufuatilia.